Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Anatamani kushia na wewe kitu kimoja kizuri siku hii ya leo, na kitu hiki kinahusu haki. Haki e, katika Yakobo mbili na ishirini na nne utasoma mwenyewe e, Biblia inasema kwamba mwaona ya kwamba mtu yani huhesabiwa haki kwa matendo na sio kwa imani peke yake. Imani inaweza ikawa ni neno ambalo watu wengi wanalitumia lakini imani pasipo matendo hiyo sio imani iliyokamilika. Kwa hiyo mtu anaweza akaomba, lakini akawa hana haki ya kupewa jambo lile. Eh, vipo vitu vingi vinavyofanya mtu asi, asi, asi, asipewe kile anachokiomba. Mtu anaweza akaomba lakini hana haki ya kupewa jambo hilo. Biblia inasema kwamba tunahesabiwa haki kwa matendo, sio imani peke yake. Mtu mwingine anasema nimeokoka na mwamini Kristo naamini kwamba Mungu atanisaidia, lakini ukawa hauna haki eh, ya kupewa kila kitu. Ndio maana muangalie Hezekia. Hezekia aliambiwa andaa mambo ya nyumbani mwako, kwa sababu utakufa. Unajua kilichotokea ni nini? Ikabidi ageukie ukutani, akaanza kumkumbusha Mungu aliyoyafanya. Matendo yana nafasi kubwa pia katika maisha yako. Dorcas anafufuliwa kwa nini? Kwa sababu ya baadhi ya mambo wa aliyowatendea watu, anapata kufufuka tena. Haleluya! Kwao kuna wakati haupewi kwa sababu tu umeomba. Ziko sababu nyingi za kufanya wewe usipewe kitu, na ziko sababu nyingi za kufanya wewe upewe kitu. Moja ya sababu ili upewe kitu ni kwanza, inasema Biblia, uombe ndani ya mapenzi ya Mungu, uombe uh, yani katika nia nzuri Sio kuomba vibaya ili utumie kwa anasa, lakini usisahau kwamba lazima uwe na haki, hmm. Kuna watu hapa duniani hawana haki ya kupewa kitu kwa Mungu, hawana haki uh, ya, ku, ya kubarikiwa, hawana haki eh, hawaj... kwa nini? Kwa sababu hawajafanya mambo yanayowapasa kuwa na haki. Ndio maana kuna mambo lazima uwe na haki. Kwa mfano, nitakupa mfano uh, Biblia inasema hasikii maombi ya mwenye dhambi. Wakati fulani mtu ambaye ana dhambi hana haki ya kusikiwa mbele za Mungu. Nini cha kufanya? Cha kufanya ni kwamba lazima utafute kuwa na haki, ufanye ya mpendezayo Mungu, utafute kuwa kama Mungu anavyotaka, utafute kufanya yanayompendeza Mungu, utafute kufanya ambayo Mungu ata, ata, atafurahia. Biblia inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Eh, uwezi wakati fulani kusikiwa, uh, kama hauja hauja hauja hauja haujapewa uwezo wa kuwa mtoto wa Mungu. Kwa kutafuta haki mbele za Mungu ni kitu cha msingi. Haki inapatikana kwa matendo eh, yani wokovu tumeupata kwa neema, lakini the rest kinachofuata hapo ni jukumu lako wewe kutenda. Biblia inasema ya kwamba uh, na vitabu vikafunguliwa, anasema kisha nikaona kiti cha enzi E, alafu kuna vitabu na kitabu kikafunguliwa ambacho ni cha matendo <laughs> na wafu wakahukumiwa sana matendo yao. Kwa wakati fulani, matendo yako ndio yanaamua uingie mbinguni au usiingie mbinguni baada ya kupata neema ya wokovu. Sasa nisikilize, hebu fikiria, umepata neema ya wokovu alafu utaki kwenda kanisani, utaki kuomba, utaki kufunga, utaki kushuhudia, utaki kufanya mambo yote ya Mungu, lakini umepata neema ya wokovu, utakuwaje na haki ya kuingia mbinguni? Hata, hata mimi nasema ya kwamba ninachokitamani ni kwamba siku moja Yesu aseme hongera sana na ubarikiwe wewe mtumwa mwaminifu Yesu asije akasema kwamba umelaaniwa wewe mtumwa ambao haukuwa mwaminifu. Haukuwa mwaminifu kwenye madogo, kwa siwezi kuweka kwenye mambo makubwa, kwa haki ni kitu cha msingi sana. Pambana, fanya gazi ya Mungu, wakati fulani sacrifice, toa hata mali ulizo nazo. Biblia inasema ya kwamba mtumaini um, Bwana kwa moyo wako wote, kwa roho zako zote, kwa mali mali yako yote. <laughs> Haleluya! Hey, anasema hamjafanya vita hata kumwagika damu, ikiwa inamaanisha ya kwamba kuna wakati kunataka mapambano. Hey, kunataka mapambano, lazima usimame imara kama askari wa Bwana. Kwa hiyo haki inapatikana kwa matendo. Usije ukakaa chini ukasema ah, mimi nikiomba tu napokea pana kuna vitu huwezi ukapewa kwa sababu una haki. Haleluya! E, kuna watu hawabarikiwi na Mungu kwa sababu hawana haki. E, fikiria mtu atoe fungu la kumi, atoe zaka, atoe sadaka ili ubarikiwe. inakuja na, na kutoa. Biblia inasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa. usipowapa vitu na wewe huwezi kupewa, hauna haki ya kupewa. Yesu akisema kwamba usiogope, hiyo ni haki. Akisema ombeni nanyi mtapewa, hiyo ni haki. Akisema mimi ni Mungu nikuponyae, hiyo ni haki. Akisema nitakubariki uingiapo na utokapo, hiyo ni haki. Viko vitu vya kufanya na haki, lazima ufanye jambo fulani fulani fulani, ufanye jambo fulani. Ukifanya jambo fulani, utakuwa na haki juu ya jambo hilo. Yaani, ukifanya jambo jambo fulani, utakuwa na haki juu ya jambo hilo. Biblia inasema kwamba kwanza utafuteni ufalme wake na haki yake na mengine yote mtafanya nini? Mtazidishiwa. Unaelewa? Manake manake kwamba kutafuta ufalme, maanake ni habari za mbinguni. Ufalme ni habari, yaani kuwa na taarifa za Mungu upate umwamini Mungu. Halafu anasema na, na, na haki yake. Haki ni matendo imani Utafute habari za Mungu na uziamini, ndio kutafuta ufalme uh, uh, wa Mungu na haki yake. Utafute uh, us, ujue neno lake na uliamini na ulitendee kazi, read the word and apply it, soma neno na ulitendee kazi. Hicho ndio Mungu anachokitaka. Mungu akubariki sana, na hilo ni ufupi tu kuhusiana na, na, na, na somo linaloitwa haki. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema. Naitwa Pastor Dickson.